ni kukujuza juu ya yale ambayo yanayojiri katika ulimwengu ambao tulionao kwa sasa, yale ambayo yameshika hatamu katika vichwa vya habari kutoka upande wa kila pande ya dunia na hasa kule Mashariki ya Kati ambako kuna vuguvugu la vita dhidi ya uvamizi wa Uh, rai wa serikali ya Marekani jeshi la Marekani chini ya Donald, Donald Trump, lakini pia kushirikiana na mshirika wake e, e, serikali ya Israel ambayo iko chini ya waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu. E, katika yale ambayo tutakao yazungumza leo ni juu ya e, tafiti ambazo zinazohusu Eh, nini chanzo na nini sababu, and what is source na sosi ambayo imepelekea Marekani au kuna shindikizo gani ambalo limewafa, limeifanya serikali ya Marekani chini ya Donald Trump kutoa maamuzi ya kwenda kuivamia E, nchi ya Irani kwa lengo la kutaka kuporomosha na kuuondoa utawala wa e, Ayatullahi Alhomeini, utawala ambao uko madarakani tangu mwaka 1979. Nini ambacho kimejiri huko? Kama ambavyo mnavyokumbuka, kwamba tuliwaambia katika wanafyuzi wote, kwamba tutaendelea kuwapasha habari ya matukio yote ambayo yanayoendelea na kupekenyua na kufukunyua juu ya sababu, ili ulimwengu na walimwengu na wewe mpenzi mfuatiliaji wa vipindi vyetu upate kujua sababu na upate kujua ulimwengu huu uko wapi na umetoka wapi na unakwenda wapi na nini malengo yao ya kuanzisha vita hivi ambavyo vinaonekana vimekuja kwa sura ya nje ni kwamba vimekuja ghafla, lakini kwa sura ya ndani ni kwamba mambo haya ni mambo ambayo yana mkakati wa muda mrefu, lakini kila jambo huwa linasubiri wakati wake na nani atakayeweza kulisimamia ili liweze kufanikiwa katika ubora wa kiwango wanachokitaka. Ndugu zangu, kwanza lazima tufahamu kwamba e, mikakati kama hii imewahi kufanyika katika kuondoa utawala wa Afghanistan na kwa mara ya kwanza ulimwengu ulipata kushuhudia na kusikia msamiati wa neno gaidi, kwamba huyu gaidi ni nani? Huyu gaidi anafanya nini? Huyu gaidi amepitia mafunzo gani? Huyu gaidi ni lazima aondolewe. Lakini tageti kubwa ilikuwa ni kuporomosha utawala wa Afghanistan baada ya matukio yaliyotengenezwa ya kigaidi kuonesha kwamba Afghanistani ndio wametengeneza matukio hayo kupitia aliyekuwa e, mfuasi wao au mfuasi wa e, wa Mula Muhammad Mura, ambaye alikuwa anaitwa Osama bin Laden, mtu ambaye wao wenyewe wa Marekani walimtengeneza ili kupata sababu ya kuweza kuingia na kuuporomosha utawala wa Afghanistan ambao uliokuwa unakwenda agensi na matakwa ya Marekani. Lakini hatua kama hii pia ilifanyika kwa utawala wa Iraki chini ya Saddam Hussein, wakati ambapo walipoweza kutengeneza njama e, za kwamba Saddam Hussein anamiliki, e, an, an, anamiliki makombora ya nyuklia na katika upande wa mashariki ya kati pakawa hatakiwi mtu yoyote kumiliki e, mwarabu yoyote kumiliki mabomu ya nyuklia, kwa sababu anaweza akawa tishio kwa taifa la Israeli. Kwa hiyo wakatumwa wakena Bardei kwenda kukagua mabomu haya, ni kweli Saddam Hussein anamiliki mabomu ya nyuklia? Na jibu likaja hapana, lakini ikalazimika kwamba ni lazima waingie na kuporomosha utawala wa Saddam Hussein nchini Iraq, na mpaka sasa bado haujakaa vizuri. Lakini mfano wa tukio kama hili pia lilitengenezwa kupitia eh, kupitia vikosi vya Marekani kupitia taifa la Marekani pamoja na washirika wake wa Umoja wa nchi za Ulaya wanaunda Umoja wa NATO kwamba eh, Muammar Gaddafi ni mmoja kati ya watu ambao wanatenda dhuluma na utawala wao ni wa kidikteta, hivyo tunapaswa sisi kuingia na kumuondoa eh, Muammar Gaddafi kwa sababu utawala wake umekuwa ni utawala kandamizi kwa miaka mingi, analeta ubaguzi wa kikabila kwamba kuna watu wanapata na kuna watu hawapati, lakini lengo kubwa hasa kuyasuka haya ni kwa sababu wanakwenda against ukiangalia Iraqi ni ndio taifa la kwanza liloweza kurusha kombora la masafa marefu ambayo liliweza kutua katika ardhi ya Israel. Ukija Afghanistani halikadhalika, wao walikuwa wanakwenda kujiimarisha kijeshi, lakini pia ukija katika nchi ya Libya ni baada ya vuguvugu la aliyekuwa rais wa nchi hiyo Muammar Gaddafi kutoa ushawishi kwa ulimwengu wa Kiafrika kwamba watengeneze dola yao, watengeneze shilingi yao ambayo itakayokuwa inatumika like dola, kama inavyotumika dola duniani, jambo ambalo lilikuwa ni hatari kuja kuporomoa dola ya Marekani, kiasi kwamba ikaonekana kwamba ni lazima waje wamshushe. Na halikadhalika katika upande wa Iraqi yako mengi yanayojiri, yanayojiri kiasi kwamba kwamba moja kati ya vitu ambavyo serikali ya Irani inachofanya ni kuhakikisha kwamba hawatumii katika mikataba yao na biashara zao za mafuta hawatumii dola ya Marekani. Sasa nini kilichojiri huku nyuma? Ni kwamba kuna kitu kinachoitwa eh, kuna kitu kinachoitwa kinachoitwa IPAC IPAC. Kuna IPAC na eh, mega, haya ni makundi mawili kinzani ambayo yapo katika taifa la Marekani. IPAC ni mjumuiko wa mashirika ya kibiashara ambayo yanamilikiwa na mayahudi ndani ya nchi ya Marekani. Nirudie tena, unapozungumzia AIPAC, maana yake unazungumzia ni umoja wa mashirika ya kibiashara ambayo ni yanaongozwa na mayahudi ndani ya nchi ya Marekani. Sasa haya huwa yanafanyaje? Haya huwa yanaangalia kwamba ni nani ambaye anayekuja kutaka kuwashusha katika masala ya kiuchumi hao hao ndio wanaipangia serikali ya Marekani kwa sababu ndio wameshika intelijensia ya Marekani, ndio wameshika usalama wa taifa wa Marekani, ndio wameshika kongres la Marekani, ndio wameshika eh maswala yote ya sayansi na teknolojia ndani ya taifa la Marekani, ndio ameshika kila chanzo cha uchumi ndani ya taifa la Marekani. Kwa hiyo hawa huwa wanakaa wana, wanaweka mikakati ya kwamba ni taifa gani hasa au ni nani ambaye anataka kutushusha, ni nani ambaye anataka kutuharibia, ni nani ambaye anataka kutuvuruga kwa hiyo wao ndio huwa wanatoa maamuzi na kumlazimisha kiongozi ambaye anaingia madarakani, ni lazima afate mikakati yao ili aweze ya kuishi salama. Sasa kilichotokea kwa Donald Trump manaake nini? mpaka dili dili, lime, dili lake limekuwa ni dirisha kwamba ameshindwa kuivamia Iran eh, ameshindwa kuivamia Irani kupitia nguvu za kijeshi na kuondoa utawala wa Khomeini. Kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kwamba E, hawa jamaa kuna mtu mmoja anaitwa Epstein. Kuna mtu mmoja anaitwa Jeffrey Jeffrey Epstein. Huyu Jeffrey Epstein ni Myahudi. Huyu Jeffrey Epstein ni mmoja kati ya washirika wakubwa wa shirika la kiintelijensia la Israel. Huyu alitumwa kwenda nchini Marekani kwa ajili ya kufanya kazi ya upelelezi kupitia shirika hili la Mossad kwa maana awe ni mtu ambaye anaiba information kule na kuleta katika taifa la Israeli. Ikumbuke kwamba wakati huo Israel na Mayahudi ndio wameshikilia soko la Marekani na ndio wameshikilia serikali ya Marekani, lakini akatumwa huyu mtu kwa kazi maalum. Baada ya kutumwa huyu mtu kwa kazi maalum, Bwana Geoffrey Opse alivyofika katika taifa la Marekani, moja kati ya kazi kubwa ambayo aliyoifanya ilikuwa ni kazi ambayo kwa sasa tunaita uchawa, kwa maana ya kuwa karibu na viongozi wa kiserikali kwa lengo la kuwafanyia upelelezi. Lakini pia akawa karibu zaidi na viongozi mashuhuri na wale watu ambao ni mashuhuri, matajiri. Lakini pia akawa karibu zaidi na wanasiasa, wakiwemo pia wanamichezo pamoja na wasanii, jambo ambalo lilimfanya awe ni mtu mashuhuri mno ndani ya taifa la Marekani, lakini pia umashuhuri wake ukaja ukazaa utajiri. Ndio maana huwa tunawahusia pia viongozi wetu, mspende kukaa na watu ambao kazi yao ni kuwasifia na kazi yao ni kuwalamba miguu, kazi yao ni kutaka kuonyesha kwamba ninyi kila mnachofanya ni sahihi na wao wako mstari wa mbele kumbe, wakati huo huo hao ndio wanatumika kuiba siri zenu na kwenda kuzitoa ka, kwa, kwa mabeberu. Sasa kilichofanyika ni nini? Kilichofanyika, bwana huyu baada ya kuwa tajiri akaenda akanunua kisiwa. Kisiwa hiki kikawa ni maalum kwa ajili ya maisha alhayatu tarafia, maisha ya anasa. Haya maisha ya anasa, maana yake watakaokwenda katika kisiwa kile watakuwa ni wasanii, lakini pia watakuwa e, wanasiasa lakini pia watakuwa ni matajiri lakini pia watakuwa ni viongozi ndani ya Marekani, nchi za Ulaya, pamoja na nchi za Uarabu na baadhi ya viongozi kutoka katika nchi za Afrika. Lakini nini kivutio cha alichokiweka katika kisiwa hiki? Alitafuta mabinti wenye umri mdogo chini ya miaka kumi na tano, kumi na nne, lakini pia kumi na sita. Akawajaza ndani ya kisiwa kile kwa lengo kama sehemu ya kiburudisho na kivutio kwa wale watalii ambao watakaokwenda kwa ajili ya kuspendi ndani ya kisiwa hiko. Sasa miongoni mwa watu na viongozi ambao waliokwenda wako viongozi wengi mashuhuri ambao waliokwenda katika kisiwa hicho kwa lengo la kustarehe. Yuko kiongozi wa eh, kiongozi mmoja wa, wa wa Abu Dhabi na yeye alikwenda kule kama alikuwa kama waziri, lakini pia miongoni mwa watu wanaohusika zaidi ni rais Donald Trump na yeye kipindi hicho hajawa rais, raisi alikwenda kustarehe na hao mabinti ndani ya kisiwa hiko. Sasa nini kilicho kilichokuwa kinafanyika katika kisiwa hiko? Maana yake hawa kazi yao ni kuweka kamera na eh, ya, ni kuweka kamera ambazo kazi yake ilikuwa ni kupiga picha kila ambacho kinachofanyika ndani ya kisiwa hiko. Sasa hii maana yake ni nini? Huu ulikuwa ni mtego kwa wale viongozi ambao baadaye watakuja kushika mamlaka, kama ambavyo alivyoshika Donald Trump. Kwa hiyo Donald Trump hapo alipo ana kesi. Kesi yake ni kwamba tayari ameanza kuhusishwa na maswala ya ukatili wa kijinsia kwa kushiriki na watoto wadogo vitendo vya ngono na unyanyasaji. Maana yake katika watu wawili ambao wanaotajwa ni huyu bwana Geoffrey Opsen, pamoja na Donald Trump, pamoja na huyu kiongozi wa Kiarabu ambaye juzi alikuwepo katika mkutano wa EU kule, na akatoa maagizo kwa ya maagizo, kuitaka serikali ya Marekani na jeshi la Marekani liweze kufanya mashambulizi haraka iwezekanavyo dhidi ya taifa la Irani, na kwamba iwapo watamwachia kwa sasa basi ujue kwamba Irani it will become to be a super power in the middle east, kwamba yeye ndio atakayekuja kuwa super power ndani ya mashariki ya kati. Sasa kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kwamba rais Donald Trump ana shinikizo la, la kulazimishwa kupigana vita na hawa Mayahudi ambao wamemiliki hizi siri zake na tayari wamekwisha kuanza kwa kutoa video maalum za namna walivyokuwa wanastarehe, kama sehemu ya shinikizo ili kwenda kufanyaje, ili kwenda kulipiga taifa hili, na asipolipiga, maana yake hawa watakuja kutoboa siri, maana yake yeye pia atakuwa ni sehemu ya watu watakaoshtakiwa kwa mujibu wa kanuni na sheria za Marekani, na yawezekana akaangukia katika kifungo kama vile ambavyo walivyoangukia wakina eh, Arakel lakini pia wakina eh, eh, nani huyu msanii ambaye aliyefariki Michael Jackson, lakini pia na wasanii wengine wakiwema wakina Puff Daddy kwa yale ambayo waliyofanya. Hili ni kundi maalumu ambalo linamiliki hayo. Kwa hiyo siri kubwa ya vita hivi ni msukumo ambao unaotolewa na haya mashirika ya Mayahudi ya kibiashara nchini Marekani ambao ndio wamekamatia uchumi wa Marekani, wamekamatia teknolojia ya Marekani, wamekamatia jeshi la Marekani, wamekamatia e, sayansi na teknolojia ya Marekani, lakini pia wamekamatia e, congress ya Marekani. Kwa hiyo rais Donald Trump hapo alipo ajulikani yuko chini, ajulikani yuko juu, ajulikani yuko pembeni, ajulikani yuko kushoto wala kulia, yaani yupo almutahayiru bain alisnaini. Yaani ni mwenye kuchanganyikiwa kati ya kupiga katika taifa la Irani au kuacha, lakini wakati wa huo madhara makubwa ambayo yanayoweza kujitokeza, maana yake hata yeye atakuwa ni sehemu ya watu watakaojitoke watakaodhurika, lakini pamoja na kulidhuru taifa la Israel, lakini hawa walioko nyuma, kwa kuwa ni watu ambao wana ajenda yao na walimweka pale kwa sababu ya kutimiza na kusimamia ajenda yao, huku pakiwa kuna shinikizo nyuma, maana yake ni watu ambao wao hawataki na walitarajia Donald Trump kupitia mkutano kikao kilichofanyika, atakuja moja kwa moja, atapitisha yale ambayo wao wanayoyataka, lakini ghafla akawa amekwepa mtego huo, lakini bado wamemshikilia kwa maana ya kutaka kumlazimisha afuate kile wanacho kitaka wao. Ndugu zangu, yako mengi ambayo hatuyafahamu yanayojiri nyuma ya mgongo, nyuma ya pazia juu ya ulimwengu na siasa zake, nini ambacho wenzetu wanakaa wanafikiria, na nini ambacho wanachofanya. Ikumbuke kwamba migodi yote duniani ya dhahabu inamilikiwa na Mayahudi. Migodi yote mikubwa ya dhahabu duniani inamilikiwa na Mayahudi. Makampuni haya ya Kiyahudi ndio wanaomiliki migodi hii duniani, lakini wao ndio wamekuwa chanzo iwapo hawatashindwa kumiliki migodi yetu, maana yake wao ndio chanzo cha kuingiza hizi propaganda na hatimaye watu kuweza kupigana aidha kuanzisha vita kama ambavyo inavyotokea Kongo. Ni kakundi ni kakundi ka watu wachache wako nyuma ambao wanaangalia ulimwengu unakwenda wapi, ulimwengu unatutaka, unawataka wao wawe ni wakina nani, ulimwengu unawataka wao waishie wapi na wao wamiliki nini? Kwa hiyo Irani ni moja kati ya mataifa ambayo yanayotakiwa kumilikiwa na wao, kwa sababu Irani inamiliki lango kubwa la kibiashara. Ndugu zangu, ya kuongea ni mengi, na tutaendelea kujuzana ala kadri limkani kwa kiasi tunachoweza, lakini usisahau kutupa eh, alama ya subscribe, usisahau kushea.